Samee, unioshe kwa damu yako. Usame, damu. Baba usiniache. Baba usiniache. Damu yako Bwana Yesu, usinipungukie baba, usiniache. Damu yako yenye nguvu inifunike initakase, initakase, inisame Bwana. Asante, asante Mokozi, na kuhitaji Mungu wangu karibu kwa damu yako. yako unifunike Bwana Unioshe mfalme, kila roho chafu inayochezea maisha yangu ikanyamaze kimya. kila, kila, kila vikao vya kiganga vya, kiganga. vya wachawi vya, vya washirikina ndivyo vikao. Vikao. Vikao. vikao na vibatilisha kwa jina la Yesu, nabatilisha na na kila mawimbi Vila ya shetani, shetani. Nabatilisha na kila connection za magonjwa katika jina ya Yesu. Ee Bwana Yesu, kila, kila roho ro inayopingana na, na ustawi wangu na kesho yangu, roho za majini, roho za mapepo, roho za mashetani zika nyamaze kimya, Ee Bwana Yesu. Ee Bwana. Nipe moyo wa ibada, nipe roho ya ibada, Roho ya kumcha Kristo, Roho ya kumpenda Mungu Baba, nikupende kama ilivyoandikwa, nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona, utajiri na heshima yuko kwako, ewe ewe Bwana Yesu, unatembea katika njia yake ili kuarifisha mali wale wakupendao ndipo kukupenda Bwana, nipe kupenda Kristo katika jina la Yesu. Ketika. mwana wa Mungu aliye hai. Waebrania kumi na moja Yeah. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Kristo, la Mungu. Twafahamu kwa imani, kwa imani twafahamu. Kinachoweza kukupa kufahamu ulimwengu uliumbwa kwa namna gani ni imani. Kwa, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo ulimwengu unaoona ni matokeo ya neno la Mungu. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu linaumba Amen. Amen? Amen. Kwa hiyo ukilishika neno la Mungu linaumba, kama ulimwengu wote umeumba kwa neno la Mungu, Mungu. Inapaswa leo sasa kwamba chochote unachokitaka uli, neno la Mungu linaweza kukiumba Amen. Amen. Kwa maana kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa unavyochukua muda wako wa kutosha kulisoma na kulishika neno la Mungu, kuna vitu vingi vinaanza kuumbwa kwenye maisha yako. Amen. Praise God. Amen. Kwa kadili unavyochukua muda wako wa kutosha ukalisoma na kujifunza neno la Mungu, Mungu, Ukalishika na ukaliishi, si tu kuliishi na kulishika, bali kuna vitu vingi vinaanza kuumbika kwenye maisha yako yeah. Kwa vile ambavyo vilikuwa havipo vitaanza kutokea ghafla, kwa kulishika neno la nani? La Mungu, la Mungu. Anasema kwa imani tunajua ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo unapoanza kumeditate kulisoma na kulishika neno la Mungu. Vitu vinavyoonekana vinafanywa na vitu visivyoonekana. Amen. Kwa lugha nyingine vitu visivyoonekana ndo vinaumba vitu vinavyoonekana. Amen. Eleka. Amen. <laughs> Naomba niende kwa makini sana eh? Vitu visivyoonekana ndo vinazaa vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo kila unachokiona duniani kipo kimezaliwa na vitu visivyoonekana. Kwao kinachoumba kitu Mungu namwona, haonekani. Ndo mfumo ndaliumba kila yeah. kitu sindio? Kwao kisichoonekana ndo kinafanya kitu kionekane. Amen na ni mfumo wa kawaida, praise God, kwa kisichoonekana ndio kinafanya kitu kinachoonekana. Na dunia ni mzunguko, ni rotation, rotate ya dunia inazunguka, si ndio? Inaanzia hapa, inazunguka, inarudi kwenye origin yake like. Amen. Kwa kila mmoja hapa, kuanzia mimi na wewe ni matokeo tu ya kutokuonekana. Amen, kama tunaelewa hapa, eh amen. Yaani we ni matokeo ya kuto kuonekana. Kuna watu hapa, mwaka wa sabini, hamkuwepo. Hamkuonekana. Hamkujulikana. Kwa watu hapa miaka ya sitini, hamkujulikana. Kwa watu hapa miaka ya sabini, miaka, sabini, kwe... miaka themanini, hamkujulikana. Hamkujulikana kujulikana. Miaka tisini wengine hapa hawakujulikana. Kuna wengine miaka ya elfu mbili hawakujulikana. Kuna mwingine hajulikani sasa hivi lakini wakakisha atakuwepo. Amen. Amen. Nah, Amen. Amen. Eh? Amen. Yee, kuna watu hapa amwaoni ila wapo. Utashangaa mwaka kesho, ni ana macho anatembea anaenda shule. Amen. Mwaka kesho kuta wengine wakuwepo. Amen. Sasa, dunia duniani mzunguko. Kwa hiyo kinachofanya kitu kionekane ni kutokuonekana. Amen. Ile akipo kwa maana vitu visivyoonekana vinavyoonekana Havi kufanya dhaili, bali kufanya dhaili na vitu visivyoonekana. Vio kwa vitu visivyoonekana vionekana, ndio vinafanya vitu vionekane. Kwa mtu anina vizuri. Amen. Na ndio mfumo ulivyo. Na kila kitu lazima yeah. kirudi kwenye original ya kila kitu. Lazima kirudi kwenye asili. Yeah. Nimesema nini? Yeah. Kila yeah. kitu. Lazima yeah. kirudi kwenye asili. Yeah. Yeah. Ya ni wawa kuwepo. Hawa kuonekana. Kuna wakati hautaonekana. Amen akuonekana mwanzoni, sasa unaonekana. Amen. Kuna wakati utarudi kwenye asili, hajazaliwa yako ya kutokuonekana. Amen. Naeleweka vizuri eh? Yaani mtu kabla alikuwepo, amezaliwa anaonekana Amen. Baadaye akifa haonekani tena, anarudi kwenye origin Yeah, yake okay. Oh my goodness, naeleweka vizuri ehhe, naeleweka vizuri eh, kwata naelewa vizuri ehhe, sawa ehhe. Kwa hiyo unapokuwa duniani hapa, aelewa kinachoweza kuleta kitu ni kile ambacho akionekana bila kipo. Ukipata ile hiyo neema hiyo neema hiyo neema hiyo neema ya kujua kwamba kinachoumba ni kisichoonekana, na maisha yako yamebadilika. Amen. Kuna watu hapa mna nyumba ili hazijaonekana zikionekana za kushangaa kuna watu na mna magari mna biashara mna heshima mna ndoa zipo zitasubiri wakati zionekana. Amen. Bwana Yesu kuanzia leo ninajua ninajua visivyoonekana, ndio vinafanya vitu vionekane. Visivyoonekana, ndio vinafanya vitu vionekane, visivyoonekana, ndio vinafanya vitu vionekane, visivyoonekana, ndio vinafanya vitu vionekane. Asante Bwana Yesu, omba omba, unajua visivyoonekana ndio vinafanya vitu vionekane, visivyoonekana ndio vinafanya vitu vionekane, vionekane, vinafanya, vinafanya vitu vitu vionekane, rudia tena tena ndivyo vinafanya vitu vionekana tena, visivyoonekana ndivyo vinafanya vitu vionekana. Haleluya! <coughs> Amen. Sasa leo nahitaji uishi kwenye ulimwengu wa sifu visivyoonekana. Amen, asaleo, visi, amen. <coughs> Kwa ibada yangu leo ni roho, spirit. Amen. Roho, identify the spirit, kutambua. Amen, kutambua. Na roho naongea kidogo sana Kufika hiyo nitakuwa nimemaliza soma uzima. Kwa hiyo, hapa Kigamboni naongea kidogo, Kinyerezi naongea kidogo, Kinyerezi naongea kipi nitamalizia full. Amen. Kwa hiyo utangalizi ibada, utakuta zikuro na tofauti. Praise God. Amen. Um, listen. Kutambua roho. To identify the spirit. Kutambua roho. Roho. Naeleweka eh? Amen. Amen. Tumekubaliana visivyoonekana ndio vilifanya vitu kwa nini? Kuonekana. Si ndio? Kwa hiyo kila kitu kinachokuwa duniani kimetokea kwa kutokuwepo. Kwa hiyo hapa sasa hivi kuna vitu lakini hujui, sawa eh? Amen. Naeleweka vizuri eh? Amen. Sasa naomba nisikie kwa makini. Kitabu kile cha Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 18. Na ukielewa hili umeshinda vitu na umefanikiwa amen. Wakorinto na, hapa ndipo manabii walipozaliwa. Manabii wote wamezaliwa hapa kwenye mstari huu. Manabii wa kweli wote wamezaliwa hapa, yaani hapa ndo Fibe amezaliwa, hapo ndipo manabii wote wamezaliwa. Wakorinto wa, yani wa pili sura ya 4 mstari wa 18, hapa ndo manabii wote wamezaliwa hapa Ukiona Philbert amezaliwa hapa. Kwa hiyo ukiniuliza, pa ndio naishi mimi hapa hapa. Wa Korinto wa pili sura so ya 4 mstari wa 18. Wa Korinto wa pili 4:18. Ndio. Tusiviangalie vinavyoonekana bali, tusiviangalie tu vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Haleluya. Tusiviangalie vinavyo, tusivitazame vinavyo, tusiviangalie vinavyo bali tuviangalie visivyo, tusiviangalie vinavyoonekana bali tuvitazame visivyo Tusi onekana, tusivione vinavyoonekana bali tuvione visivyo. Amen, amen. Yaani, kuna vitu tusiviangalie vinavyoonekana bali tuviangalie visivyoonekana. Ukipata uwezo wa kuviangalia wa kuviona visivyoonekana, uone kiumbe kingine, naeleweka? Amen, ndiyo maana huyu eh, amejuaje? amenionaje mimi Ah ah. Tusijiangalie vinavyo onekana, bali visivyo onekana. Kwa ukipata dimension ya kuweza kuviangalia visivyoonekana wewe sio mtu wa kawaida, basi. Amen. wewe ni mtu wa mbinguni. Amen. Amen. Na anasema sasa, kinachosumbua, ndiyo maana tunateseka duniani, kwa maana tunaviangalia vinavyoonekana hatujapata dimension ya kuviona visivyoonekana, kuvitazama visivyo. Unaona nini hapa? Unaona nini hapa? hapa kuna nini? hapa kuna kitu hapa kuna nini? hapa kuna utupu eh? Hakuna kitu, mchungaji asema hakuna kitu. Kuna kitu hapa, hapa kuna kitu hapa, amina. Ila ndio hicho anakuambia Paulo. Wewe unaona una microphone hapa hapa kuna kitu hapa kuna kitu. Sawa. Sasa anataka uingie kwenye dimension ya kuona kile kiona mimi hapa. Amen. Ewe? Amen. Ndio maana asema tusijitazame zinavyo onekana bali visivyo onekana. Naeleweka? Sikwambia hapa. Ngiwasema mgione mnavyo kusikionekana hapa. Nibadilisha ulimwengu. Haleluya. Acha nibebe mimi peke yangu. Praise God. Amen. Amen. Amen. Musivitazame vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Hii sio swala so ya Prophet Philbert pekee yake. Kila mmoja hapa inabidi avione visivyoonekana. Amen. Amen. Sasa, hapa muangalie jirani yako, unamuona? Yes, yeah, tumekuwa anapita hapa. Naona jini; mwingine amekaa hapa, naona rafiki. Nikimwekea mkono anapiga kelele. Bwana apewe sifa. Akitazama haoni nini? Mimi kiangalia naona majini elfu kumi ndani ya mtu. Bwana apewe Amen. Haya ilikuwa wapi? Hapana, yapo. Kuna watu hapa wanakula nyoka lakini hamjui. Yaani unakula nyoka na unafikiri chakula. Praise God. You get my point? Yes. You get my point? Amen. Unanielewa? Then nilikuwa najaribu kufanya research. Nilikuwa natafuta utafuti baada ya zamani kidogo lakini. Kabla sijaokoka na baada ya kuokoka pia. Ehe, Nitaka nijue hicho kitu. Kuna mazinga ombwe shakuna mazinga ombwe, mtu anafanya mazinga ombwe anakupiga kichwa, mtu an-anafanyaje? anapasuka pasuka, si ndio? na wote mnaona anapasuka navuja mpaka damu mmesha kuona eh? Hai mazinga ombwe ape siva. Sasa mazinga ombwe -ni uuni tu, mazinga ombwe ni uuni Sawa ni uuni Nini? Uuni. Ni uuni tu fulani. Bwana apewe sifa. Amen. Ni uuni fulani. Sawa eh? Amen. Sasa. Ni onavina kama zingabu kama hizo umedanganywa. Hiyo ni uongo yani, unadanganywa tu. Bwana apewe sifa. Ila sasa kuna level ambao mchawi Unakane. Anakuja nyumbani kwako. Anaingia na umuoni. Anakufanya hivituko vyo tanaondoka. Bwana apewe sifa. Na muka asubuhi unakuta kuna kinyesi kitandani. Huyu mtu kajisereza saa ngapi hapa? Bwana pesi. Bwana kwa tawe nyolewa, Bwana apewe sifa. Hawaje kuona? Hivi huu mkasa umeingia saa ngapi hapa? Naisha kunyolewa. Hivi hiyo hizo mwingine apigwa chali, mwingine sababu baba minyo ameuka asubuhi kucha zimekatwa. Huyu jamaa ameingia ngenge nyumbani kwangu akakata kucha. Sawa eh? Amen. Amen. Praise God. Amen. Aujui. Kwa leo nataka Mungu akupe neema ya kuviona visivyoonekana, lakini siyo kama itaonekana. Amen. Ukuviona visivyoonekana. Msiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa sababu vinavyoonekana ni vya kitambo kidogo, kidogo tu, ila visivyoonekana vinadumu milele. Amen. Ndiyo maana mtu akifa anadumu milele. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Naeleka nzuri eh? Amen. Naeleweka nzuri eh? Amen. Kwa kuna vitu usijionekana, ukiweza kuviona leo, umebadilika. Remember Elisha na kijakazi wake, si ndio? Amen. Elisha kijakazi anaona jeshi linakuja kuangamiza, si ndio? Amen. Elisha anasema walio upande wetu nini? Ni wengi. Ni wengi. Akasema, tazama ah, kijana akaona jeshi kubwa liko upande wao. Baba sifa. Amen. Kuna watu hapa ni waoga tu. Amen. Mnaogopa tu. Mna wasiwasi tu, lakini mungaona visivyoonekana kama umelindwa vizuri, hakuna kuchua huyu kuroga kukua, usingahangaika. Amen yeah. Yani uoga tu. Praise God. Amen, amen, amen, amen. Mungu ataka vile visivyoonekana. Ungejua kwamba sukari haiwezi kukua yeye saa so, ukitazama kwamba Mungu yuko hapa anataka kuponye, ukaona umeishi. Baba asifi. Amen. Ile unatazama vinavyo onekana Yeye anasema vitazame, tuviangalie visivyo onekana. Uvitazame visivyo onekana, visivyo onekana, visivyo onekana. Vitazame, vitazame. Rudia, rudia, rudia, rudia tena, tena, tena, tena, tena Vitazame visivyo onekana. Vione visivyo onekana. Rudia tena. Vione visivyo onekana. Rudia tena. Vione visivyo onekana. Vione visivyo onekana. Hapa ndipo manabii walizaliwa. Amen. Anakuambia kesho utanunua gari. Amen. Gari vipi? Hapana, ilipo analiona kusimama pale. Amen. Amen. Kuna mchumba anakuja inaitwa Frank Frank. Amemjuaje? Anaonekana amekaa pale. Amen. Juzi umezina XYZ. Ah, amemjuaje? Amesema pembeni yako hapo mimi namuona. Haleluya. Amen. Praise God. Amen. Nikimtabiria mtu wewe unashangaa. Baba amejuajuaje? Si ndio? Mbona huyo mtu yuko peke yake? Hapana, yule Rashid hujamwacha yuko hapo pembeni. Amen. Wewe lazima muache kule guest hapana, au nyumbani hapana, au mtaani hapana, bado uko naye hapo. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Linapona. Amen. Unavitazama visivyo onekana. One Leo, nahitaji Mungu akupe neema ya kutazama, ya kuviona visivyo onekana. Amen. Amen. Amen. Uko tayari eh? Amen. That's why naendelea kwa amka asubuhi na natangaza. Na mwaka unapata hiki mwaka kesho, natokea hiki na hiki na hiki. Na kuwa na uhakika nimeshaiona. Amen. Ninatazama visivyoonekana. Amen. Naviona visivyoonekana. Amen. Hallelujah. Wakati wewe unaviona vinavyoonekana. Amen. Mimi naona vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Na unakutabiriwa uone vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Vina Amen. Visi Amen. Praise God. Amen. Upate dimension ya kuviona visivyoonekana. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Na hapa ndo kuna heshima na mafanikio. Amen. Kuna baraka na heshima. Amen. Sasa wewe baada ya kudina visivyoonekana, unadina vinavyoonekana. Leo unahitaji uache kudina vinavyoonekana. Anza kushughulikia visivyoonekana. Amen. Praise God. Amen. Hivi visivyoonekana vinadumu kwa muda mfupi. Yaani umaskini ulionao ni wa muda mdogo mahusiano magumu ulionayo ni muda mdogo. Amen. Lakini kuna maisha mazuri yanakuja mbele yako. Amen. Praise God. Amen. Usitazame vinavyo onekana, bali visivyo onekana. Vitazame visivyo onekana. Vitazame visivyo onekana. Vitazame visivyo onekana. Rudia tena. Tazame visivyo onekana. Rudia tena. Vitazame visivyo onekana. Rudia tena. Vitazame visivyo onekana. Rudia tena. Vitazame visivyoonekana. Rudia tena. Vitazame visivyoonekana. Rudia tena. Vitazame visivyoonekana. Baba ni vione visivyoonekana. Baba ni vione. Naomba leo ni vione visivyoonekana. Baba ni vione visivyoonekana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Rudia tena. Baba naomba nione visivyoonekana. Rudia tena. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Rudia tena. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Rudia tena. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Paza sauti sana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Rudia tena. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Rudia tena, sijasikia. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Omba, omba, omba, omba. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Omba kwa sauti. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Sijasikia mtu anaomba. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Omba. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Omba. Sini. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Simama juu omba. Pray, pray. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Baba naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Katika jina la Yesu Mungu leo.

Baba ninaomba macho yangu yaone Baba, ninaomba macho yangu yaone one visivyoonekana. Naomba nifungwe macho yangu yaone visivyoonekana. Baba, ninaomba macho yangu yaone visivyoonekana Naomba unifungue macho yangu yaone, naomba nione visivyoonekana. Baba ninaomba macho yangu yaone visivyoonekana, naomba unifungue macho yangu nione ya visivyoonekana ya ni baba ninaomba, naomba macho yangu yaone visivyoonekana, naomba unifungue macho yangu nione visivyoonekana, ninakusini nione kama wewe unavyo macho macho macho yangu yangu yangu yaone visivyoonekana. Ninaomba ninaomba Baba, macho yangu yaone visivyoonekana. Naomba nione naomba nione no, visivyoonekana ninakusi ni Bwana Yesu Baba no. Ninakuomba Bwana Yesu, ninakuomba, naomba macho yangu yaone visivyoonekana. Ninakuomba onifungwe macho nione visivyoonekana. Naomba yafungwe macho yangu yaone visivyoonekana. Bwana, Bwana Yesu ninakuomba, Bwana Yesu ninakusi naomba nione visivyoonekana Naomba yafungue macho yangu yaone visivyoonekana Baba, nina kuomba Bwana Yesu, ninakuomba Bwana Yesu, ninakuomba nina nina, naomba unifungue macho yangu yaone visivyoonekana. Naomba nione, naomba nione visivyoonekana Baba, nina kusi, Bwana Yesu, nina kuomba Bwana Yesu, ninaomba naomba unifungue macho yangu nione visivyoonekana.